Katika Bunge la Jamhuri wa Muungano wa Tanzania ina sheria uh, katika uh, mujibu wa ibara uh, ya 66 kifungu cha B ya katiba ya Tanzania. Kuna kipengele kinachoitwa cha viti maalum hutolewa eh, kwa lengo la kuongeza uwakilishi wa wanawake bungeni. Yaani hawa wa viti maalum ni wanawake tu wanaoingia bungeni, ni wabunge wanaoteuliwa na vyama kuingia bungeni. Eh, eh, ni wanawake tu. Yaani wao hawaji kupiga kupigiwa kula huku kwa wananchi. Ah, wao wanatokana na vyama vya siasa ambavyo vina watu wa wakilishi kule. Wao hawapambani na mtu yeyote, wanaenda. Ni kwa nini nakuwa hivi? Hii inakuwa hivi kwa sababu kuna utofauti mkubwa wa mwanamke na mwanaume tangu tu wanapozaliwa. Katika jamii nyingi za Kiafrika na hata ulimwenguni, nafasi ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume hutazamwa kwa mitazamo tofauti kuanzia wanapozaliwa. Utofauti huu una asili namna wanavyokuwa, matarajio walionayo, na njia wanazopitia kuelekea mafanikio. Namba moja, nitaanza kumfafanua mtoto wa kike na usamani wake. Mtoto wa kike, asili ya usamani wake hautokani na elimu au chochote kile. Mtoto wa kike tangu anazaliwa, yeye tayari ana usamani zaidi ya asilimia themanini. Yeye ni wa usamani kwenye ulimwengu au kijijini, wa yeye ni wa usamani. Eh, kiungu hivyo, yaani sheria ya kimungu ipo ipo, yeye tangu anapozaliwa ni wa usamani. Sasa hiko hivi, mara mtoto wa kike anapozaliwa, katika jamii nyingi, tayari huonekana kuwa na thamani. Kwa mfano, katika baadhi ya makabila kama Wamasai na Wasukuma, mtoto wa kike huonekana kama hazina ya familia, kwa sababu siku moja ataozeshwa, na familia itapokea mahari, yaani kama vile ng'ombe, fedha, au mali nyingi nyinginezo. Eh, mtoto wa kike hawezi hata kuwa na elimu au kazi lakini bado ana nafasi kubwa ya kuolewa na mwanaume alisha ambaye ameshajijenga kiuchumi au kielimu na maisha yake kubadilika moja kwa moja. Kwa hiyo, tunaweza kusema kuwa asilimia sabini hadi themanini ya mafanikio ya mtoto wa kike inaweza kuwa rahisi zaidi uki e, mwanamke kama atajielewa na kujitunza. Yuko kwenye soko la mafanikio muda wowote, hata bila kujitengenezea nafasi hiyo. Na mbili, nitamzungumzia mtoto wa kiume na historia yake ya kufanikiwa. Mtoto wa kiume, usamani wake au mafanikio yake unatokana au unategemea yeye kupambana. Yaani usamani wake hauji kwa sababu tangu anazaliwa usamani wake unakuja yeye kujitambua na kuanza kujipambania. Sasa naongea vitu vichache hapa chini kuhusiana ah, na, na swala hili. Tofauti kubwa ipo hapa, mtoto wa kiume anapozaliwa hana usamani wa moja kwa moja. Samani yake ujengo kwa bidii yake mwenyewe, maamuzi yake, na mchakato wa kujitambua. Kama kijana wa kiume hata pambana kujifunza, kujijenga kiakili, kimaadili na kiuchumi, atabaki kuwa mtu asiyeonekana wa samani katika jamii. Yeye ndiye anayetakiwa kuleta mahari, kujenga nyumba, kulea familia na kutoa ulinzi. Hivyo, mafanikio yake hayampi nafasi ya kupumzika. Kila hatua ni kupambana. Namba tatu, kitu ambacho naweza nikashauri au naweza kusema ni kwamba maana ya mafundisho haya kwa vijana ni nini? Kwa wasichana, nianze, au kwa wanawake, usitumie usamani wako vibaya, kitu cha muhimu sana hicho. Na naujua kuwa nafasi uliyopewa ni ya kipekee, lakini pia ina wajibu. Jitambue mapema, jifunze, na tumia nafasi yako kubadilisha vizazi. Kwa wavulana sasa, na namba mbili, kwa wavulana, usikate tamaa kwa sababu hujachukuliwa kuwa wasamani. Jitambue mapema, jenga misingi ya maisha yako kwa bidii nidhamu na maarifa. Thamani yako itato, itaonekana kwa matokeo ya juhudi zako. Unaelewa hapo vizuri kijana? Sasa timisho langu ni hili hapo, jamii zetu zinajengwa kwa mitazamo ya kijinsia inayotoa changamoto kwa jinsia zote mbili, lakini kifahamu hili, kila mmoja ana nafasi ya kufanikiwa, ila njia za kufikia mafanikio hizo ni tofauti. Mwanamke anapewa nafasi, mwanaume anajitengenezea nafasi. Mwisho wa siku, wote wanaweza kuwa mashujaa endapo watajua walipo, wanakoenda, na namna ya kufikia huko. Barikiwa, ni mimi mtumishi wako Aposweza Julius Sischoni.